Ambapo wahadhiri wa, wa vyuo vikuu vya umma nchini wameapa kutorejea darasani mpaka pale serikali itawajibika na kutekeleza makubaliano ya kuwalipa fedha wanazodai. Kupitia kwa wasimamizi wa vyama vya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu, wahadhiri hao wanasema serikali imekuwa ikiweka ahadi na kuwapuuza kila mara wanapohitajika kutimiza ahadi hizo. Hali hii imeendelea kutatiza masomo vyuoni. Kwa muda wa takriban siku kumi na nne, wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini wamesusia majukumu na kuwapa kutorejea darasani hadi pale serikali itawajibika na kutekeleza makubaliano ya kuwalipa fedha wanazodai. Three months. Moja

Wahadhiri hao wanashikilia kuwa serikali imekuwa ikiweka ahadi na kuwapuuza kila mara wanapohitaji kutimiza ahadi hizo. Sasa wakisimama kidete kuwa hawatarejea kazini hadi pale watakapotia kibidoni shilingi bilioni 7.9, fedha ambazo Waziri wa Fedha Julius Ogamba amekana kufahamu Under the 20, 21, 25 CBA, The balance of 2.73 billion is to be paid in June 2026. So far as the CBA for 2021-2025 is concerned, the issues have been addressed. Na huku kila mmoja akiendelea kuvutia upande wake, hali hii inaendelea kuathiri masomo katika vyuo vikuu nchini. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo, jongeeni mbele, ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tusemezane. Lakini kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Veronica David, Undugu TV.